Na mtazamaji wa Faida Online TV. Hapa ni eneo la Mbuo mlimani, hapa panaitwa kwa Masaya, eneo ambalo wanawake wengi huwa wanakusanyika kwa ajili ya kufanya shughuli ya kugonga mawe ili kutengeneza kokoto. Sasa leo tumetembelea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza eh, nao lakini hasa tukimlenga huyu bibi yetu, tuzungumze naye, atuambie alianza lini shughuli hii ya kugonga mawe, lakini imekuwa ikimsaidia kiasi gani na pengine kama kuna ambacho anakiomba pengine aweze kusaidia katika shughuli yake ya ugongaji wa mawe kama unavyoona na kibanda chake hapa eh, na kuna kokoto zake hizo, amegonga muda mrefu mpaka sasa kwa umri wake. Kufikisha kokoto hizi kwa nadhani ametumia muda gani, nguvu ambayo ametumia pia kuhakikisha kwamba anafanikisha kupata kokoto hizi, lakini hali ya upatikanaji wa wateja pia ikoje, na bei wa wa inaridhisha au vipi? Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field na field yetu leo ni hapa eh, Kilimani kwa Masaya. Bin kubwa habari za leo? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Shem Selemani. Mkazi wa wapi? Mbuo. Mkubwa kwa kwa umri wako kwa kama na miaka mingapi? Kama na miaka na miaka sabini. Sabini. Mm. Na miaka sabini sabini. Na shughuli ya kugonga mawe imeanza lini? Na miaka kama thelathini. Mm. Tangu umeanza. Eh. Mm. Hebu tuambie inakusaidiaje? Kwa kuwa sina kazi nyingine njoo pia hivyo najivuta ki kipato kidogo Mm. na tangu umeanza kugonga kwa miaka hiyo yote thelathini umefanya kitu gani ambacho unajivunia, kwamba kazi yangu ugongaji wa mawe nimepata hiki? Wala kuna nani nilichopata ugali tu. mm. una familia e? Nao watoto watatu na wajukuu zangu sita. mm. Mm. wapo ambao wamesoma kupitia kazi hii e? Kuna mwingine anasoma anasoma Mitengo, Mikindani. Kwa kila mwezi ninagonga hapa, nampelekea elfu sitini na tano, anadaiwa yuko kambi. Mm. Kwa kila mwezi elfu sitini na tano inaenda. Eh. Na kwa bei ambayo mnauza mnauzaje? Mara kwanza tukiuza mia nane kwa mia tisa sasa hivi ndio tunajiona fadhali elfu mmoja na mia mbili napo hapo, wateja wanakataa. mm. mm. wateja wanatakaje sasa? Wanataka mia nane mia saba tu. wapi? kazi ngumu najiwe tunanunua jiwe lile kulitoa polinuka mpaka hapa elfu kumi na mia mbili kila kitu mpaka usafiri, usafiri elfu elfu nne, mm. e. miambi miambi. Kwa hiyo huko porini anaenda kuchimba nani? Kwa sababu nimeenda kule nimeona kuna mashimo makubwa ya uchimbaji, anachimba nani? Ukienda hivi unaenda na barabara, afu kama unakata kona hivi utawakuta vijana wanachimba. Kwa hiyo wao ndo wanachimba ndo wanawauzia nyinyi? Eh, hauna babu yangu wala sina mm. unakaa na nani nyumbani? nakaa na watoto wangu na jukuu zangu. mm. mm. Okay. Kwa hiyo kwa kifupi, kwamba maisha yako wewe anategemea ugungaji wa e? Nategemea kugonga kokoto. mm. mm. uh -huh. Sawa, watu wanakusikiliza, watu wanakuangalia kwa sasa, una unatamani upewe msaada gani kwenye shughuli ya ugungaji wako wa kokoto, labda vifaa na vitu kama hivyo? Natamani nipate nyundo kwa sababu nina hii sasa, natamani nipate nyundo kubwa, kama jiwe kama lile mm. unapasulia na nyundo, unapata vipande kama hivi mm. unagonga na, na nyundo kama hii eh. Hey. na nyundo hiyo kubwa inauzwaje? nyundo kubwa wanauza elfu kumi na mbili au elfu kumi na tano duka lingine. mm. okay. mm. Sawa kwao, ukipata hiyo tu, kazi yako itakuwa rahisi. itakuwa rahisi mm. yeah. hey. nyundo na spetu kwa sababu ukichota kokoto kama hizo unachota unatia pale na spetu mm. E. nam mtazamaji wa Faida Online TV ni bibi mkubwa ambaye tumezungumza naye leo hapa tulivyomtembelea, eh, katika eneo hili hapa maeneo ya Mbuo Kilimani hapa, ukiona tunamka mlima wa Mbuo upande wa kushoto kwa Masaya eh, hapa tunakuta kina mama wengi wanagonga gonga kokoto, ndio tuko hapa leo kwa ajili ya kuweza kuzungumza nao, lakini hasa tumemlenga bibi mkubwa huyu ambaye ana umri wa miaka 70 anaendelea kugonga mawe kwa ajili ya kuweza kutengeneza kokoto, na anasema mpaka sasa anakaribia miaka 30 akiwa kwenye kazi hiyo. Umesikia, hajaomba vitu vingi. Alichokiomba ni nyundo ambayo inauzwa kama elfu kumi na tano pamoja na spetu ambayo inauzwa shilingi elfu kumi, elfu ishirini na tano tu, kwa sababu namtembelea bi mkubwa, akasema bwana mkubwa, vitu hivi hapa, akikushukuru basi, naona anapata chochote kwa sababu naye anaingiza riziki kupitia harakati zake hizi. Field yetu leo, naomba tuimalizie kama hivi, lakini kusii, kama unaweza kumtembelea basi fika hapa uweze kuja kumuona, muulizie tu bi mkubwa hivi, maarufu wanakufahamu kama bibi nani hapa, Bibi Shem muulize bibi Shemu kifika hapa basi kila kitu kitakuwa kimekaa sawa. Tuko kwenye banda lake hapa ambapo anaendelea kufanya shughuli zake za ugongaji wa mawe paka. Kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe ku like, comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, na nikutakie siku njema. Asante.